Ahivi, unazuga unisikii ama dharau hivi? Nimepita kote huko nanitizama tu naniangalia tu, ujona dharau? Shikateka maji hapo. Sitaki hayo maji nataka yale mle. Yanatosha. Beba mtoto wako, kuna legea legea. Wewe vipi hivi, una siku ngapi hujaoga? Kwanza shika, chota maji huko Juzi ndio ilikuwa hapa sasa. Sawa sawa. Naona ilikuwa kuna shida sana hapa eh. Nikatoto kadogo lakini kana kiburi. <gulitura> na ubabe wangu wote. Lakini ika tengeneza. Si najua mimi wasishinde kitu. Ya <gulitura> niwe kitoto una kiburi. Hmm. Unamaanisha mtoto mwenye ndo uli. Kitoto chenye ndo iki. Jinsi ilivyomwona yani, anaonekana kabisa na kiburi <tipos> <tipos> <tipos> <tipos> unaviangalia, okote uunganishe, mweni mkapikie

Bibi naye ameniacha, watu wananionea. Zilinkila naye amezila. kisa kile chungu kila. Kwa nini ule dada alivunja kile chungu? Shoka, ishakatiza kuchota maji katika hiki kisima. Eh? Sinakuuliza wewe, nishapiga marufuku kuchota maji katika hiki kisima. Unadhalau sana we mtoto, wakati bibi yako yupo ulikuwa unajisikia sana, sasa hivi hayupo hayatoka kwenda Zilinkila, zilinkila, zilinkila Chemdo chemdo zilinkila, zilinkila, zilinkila, zilinkila Chemdo chemdo zilinkila, zilinkila. Hivyo <tumis> unapitaje bila kutusalimia? Wewe mbona hujaanza kunisalimia mimi? Mjibu uyu, una mjibu u unamfahamu vizuri? Kwa nani? Huyu ndo mbabe wa hiki kijiji alafu wewe tangu umetoka mjini kuja kwenye hiki kijiji, sivyo? Unajionaje? <tri> <tri> Sina kuita. Bora jifanya hiyo sana. Bibi. Bibi. Unamwita maremu aje akusaidie. Chungu. Chungu. Zilinkila Zilinkila. Ah, kumbe bado nakikumbuka chungu eh? Sasa subiri, nitakuja huko nyumbani taharibu kila kitu. Inaonekana una chakupikia kaot, hata makopo ku afu. Tangu bibi yako amekuacha peke yako, unaishi mwenyewe bwana tu. Nije nikuoe ili niishi na wewe weti au unasemaje? Kwa nasemajeyani? <laughs> <laughs> ya ya. Yeah. Mjomba, hilo hilo ndio neno hapo, ndio umesema sasa. Haka toeka, Te tembea Niata watu wananionea, Nyamizi anantesa, amenichomea nguo zangu, wanataka mi niame kijijini. Sina nguvu yoyote, Zilinkila naye anilindi tena, mitambo yote imegoma. Bibi yangu nguo, nisaidie mi, hata sijui inaelekea wapi. Bibi yangu nisikie mimi unisaidie Zilinkila zilinkila zilinkila. Zilinkila zilinkila zilinkila Chemdo chemdo zilinkila Zilinkila zilinkila zilinkila Chemdo chemdo zilinkila Zilinkila zilinkila zilinkila Sabi mwanangu Naam mama nimekuita na maongezi na wewe Sawa Fanya imba mwanangu uoe sasa umeshakuwa mkubwa Kweli mama yako anataka wajukuu Kweli mama Lakini hmm. mama e. Mimi nimejaribu kuchunguza, nimekosa binti wa kuoa, yaani nimeona binti wote wa kijiji hiki. Sawa. Wameharibika, yaani hawafai. Hapana, wapo wengine wana heshima na wanafaa kuolewa. Sawa, ila ni kweli, kuna binti moja hivi anaishi kule mwishoni ya kijiji hiki. Sawa, alikuwa anaishi na bibi yake, ila bibi yake ameshafariki. Huyo huyo binti ni mstaarabu sana. Ni binti yupi unayemuongelea wewe? Kuna binti, kuna binti fulani hivi kutoka kishi na bibi yake sawa. Jina lake anaitwa kama sikosei, anaitwa Sadala. Unamwongelea yule binti? Bibi yake alikuwa kiboko ya ya uchawi eh, unajielewa wewe? Eh, simtaki yule, alikuwa ni gwiji la wachawi. Simtaki, simtaki kabisa. Sasa mamangu, alikuwa bibi yake, sio yeye. Bibi na mjukuu lao moja. Simtaki. Sasa mamangu, nitafanyaje? Nitaishije sasa? Basi nimuue nyamizi nini? Ulete, umlete nyama zile komando. Aje nipige mima ngumi? Naona wewe umeshindwa, umeshindwa kuoa. Sasa utapataje wajukuu bila mimi, sawa? Mimi kabisa nakuumia sana unavyoishi na peke yako. Misha zoe. Hapana sio maisha, unatakiwa uishi na mtu muda wenyewe ndo huu. Kivipi? Eh? Hmm? Yaani manangu mimi nataka nikoe uwe mke wangu. Unamaanisha nije niishi kwa mama Sabi? Ndiyo mamangu nahitaji mkamwana au unaonaje? Hmm. Kwa hilo itakuwa ngumu. Itakuwa ngumu kivipi? Hebu jaribu kujifikiria. Bado kwanza anaona ni bado mdogo. <laughs> Muda ndo huu.